wapendwa katika kristo karibuni katika tafakari ya neno la mungu leo ikiwa ni siku ya alhamisi juma la thelathini na mbili la mwaka che wa kanisa tafakari yetu siku ya leo inatoka katika injili ya mwinjili luka sura kumi na saba aya ishirini hadi aya ishirini na tano yesu alipoulizwa na mafarisayo ufalme wa mungu utakuja lini Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule. Kwa maana tazama ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msione tena. Watawaambia tazama kule tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa, akili zetu za kibinadamu juu ya ufalme, juu ya utawala, juu ya mamlaka ndizo zilizofanya Mafarisayo siku hii ya leo wamuulize Kristo juu ya ujio wa ufalme wa Mungu. Kwani tunao watu wengi katika nyakati hizi kwa sababu ya kutaka ufalme, ya kutaka mamlaka, ya kutaka utawala wamekuwa basi wakipigana kwa nguvu nyingi ili kuweza kupata huo ufalme lakini, basi juu ya ufalme wa Mungu Kristo anatufundisha katika Injili ya leo kwamba ufalme wa Mungu unategemea hali ya ndani ya mioyo yetu. Ndiyo maana basi mara zote tunapaswa daima kuwa na utayari kiroho ili kupokea ufalme wa Mungu. Anaondoa kabisa dhana ya ufalme wa kidunia ambao mara zote kuna njia mbalimbali mbali za kuupata. Ndiyo maana basi tunaalikwa leo hii kila mmoja, ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, ajiandaye kwa ajili ya kuupokea ufalme wa Mungu, ufalme ambao unahitaji utayari wa mioyo, ufalme ambao unahitaji uhusiano wa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, ili basi siku utakapokuja uweze kuingia katika ufalme huo. Wapendwa katika Kristo, injili inasisitiza kuwa lazima kuandaa mioyo yetu, na katika kuandaa hiyo mioyo yetu kuna mateso na magumu mengi ambayo tutayapitia. Hayo basi hata mara moja yasitukatishe tamaa, sisi yatupasa kusimama imara katika imani, ili kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu mioyo yetu iwe tayari kupokea ufalme wa Mungu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.